Woza woza woza, story story story. Kani, niko na story fulani hapa. Kuna wakati fulani tukiwa pale Outer Ring Road sulu. So, before tufika Outer Ring Road kwa tumetoka hivyo mdhaika, sio tukafika pale karibu ya Outer Ring Road, na ukienda na pale mbele kuna hizi gari za 36 waga zinabeba watu kwenda danda unapata hapo opposite kuna kautili fulani iko karibu na stage, lakini iko chini ya mti fulani, kunakagara mti fulani hapo karibu na bodaboda shida. Tukasema kama wadhii tu wa mboka tu same, tukaenda tu pale tukasema hapo, wacha tuende tudimbu tudimbue asi, tukabikia seti hapo vizuri. Ile wakati tumekaa kaza hapo, all of a sudden kuna kuna msee fulani alikuwa ametokea na saidi mali alikuwa tumetokea na huyu jango, alikuwa like ni kama anaongea kwa simu, alikuwa kwa simu. So ile time alikuwa kwa simu na ni kama alikuwa, alikuwa anataka wanaongea upatane na watu fulani ambao walikuwa wamepigia na simu, na alikuwa tu kwa road tu hapo. So wakati alikuwa kwa road. Hey, kidogo ndudi ndudi tu fulani ilitoka from behind Eh, ilikuwa imebeba wadhi watatu. So hii ndudu ile imebeba wadhi watatu, ili kam ile tu kisnicha tu ki sniper tu pole pole. Wakati ile inamfikia hapo, ikafika karibu na yeye, na kufika karibu na yeye yani nikwambie, hey! <laughs> so like wao jamaa wakateremsha speed. Ile kuteremsha speed, wakafika kwa jamaa na wakamsnatch simu. Nikwambie, wao jamaa walibaki tu dogo tu hivi washikwe kidogo tu hivi tu wale tu nikatu saja walikuwa wanawatembelea kiasi na vile, kila mtu uombeaga ya mboka yake. Hey, sasa afta kuna kusina simu yao msee, wajamaa ka ule dere, sasa wandudhi akagurumisha ndudhi ile, kuitoa kihuti ndudhi kaleta ishu Nikwambia nduzi ilitaishu mpaka wakaanza kupandi kwa adhi, wakaanza kutoka. By the time adhi wanaenda kuwafikia hivi, men ilikuwa imebaki ka tuseme ka meters tu few meters hivi wafikiwe. He, nikwambia hapo ndo sasa saja wao alikamtu. Nikwambia nduzi ilitoka na turbo nyingine, wewe, prr, prr, ya wewe. Na unajua ukikwanga na pikipiki kama hizo, hiyo ni ile ya kudistract wale wenye wako huko mbele like wasisikie nduru yenye kwa nyu nyukonyu. nduru yenye kwa nyuma. Aa, jamaa wakaenda hivyo na simu. Sa ile kwenda na simu, kuna ile uhuliganismu fulani tu like unasikia tee ma sasa wakiendeshaga hiyo nduthi wakishaiba msee, alafu kisha wako zile za malaya mba wewe, ehhe so walikuwa wameenda za hivyo, kama wanakuja na hii hii saidi ya kuja huko Outer Ring Road So ila wakati wala sema la umbo well, wa he wakapita pale roundabout, kupita roundabout pale, na kulikuwa na traffic police officer na alikuwa mwanamke. So na ile ile urui wao wakaenda kama wamempiga nini, wamempunk nyash pa, alafu wakamwambia tomba serikali, tomba serikali eh hey, sasa watu walikuwa like hey ani kina nani sule sanse akapiga simu, kumbe kulikuwa na sanse fulani na huko mbele eh. Sasa ile by the time hapo unasikiaga karma inapataga mutu tu with immediate effect, so wako zile puu walikuwa wamefuata rodi mbio, kwa sababu walikuwa wanajua wakienda hivi machochee, unajua pikipiki yao. Wakati walifika za huko mbele na hiyo spidi yao, ule karao alikawa ameshaelezwa, hey. Wanapiga mahesabu kufika kwa hiyo rodi, man, mbele yao land cruiser wakagongana kwa, kwa land cruiser bara na hiyo speed yote, eh, CBD wawili wakapigwa maridhe hapo tu tua tua. Eh, ile kupigwa maridhe ule mmoja aka, aka, ile kuhe kuhepa huyu mmoja, ile kuhepa wakakutana, akakutana na mraia na huko wewe. Sasa unajua ile sasa shika huyo shika huyo eh after ule mwa, wale wawili wamepigwa maridhe, si wakalala za chini, lakini wakupigwa ile ridhe ya kuwa kwa sababu sheria hairuhusi hivyo. Hata polisi anawezaenda jela juu ya kushutum kushutum mtu na jampa jampata na fire arm ya mempata na stolen item, na hiyo ni kama exhibit ya kwenda kufungana kumfunga nayo, so lazima akarao pia afuate sheria. Ule sasa kutoka hivyo, hata angekuwa amechorea tu, apigwe maridhe zake aende na sasa sasa ile wale mraia kuona wa wawili wamepigwa maride, eh, wasi wakajipatia wakajiambiaje, ni kama huyu jangoni mdi ni uni mdingo, hata two dressing code yake ilikuwa inamuuza, hata venye walikuwa wamedunda hapo na hiyo senke, wao wadhi walikuwa tu wamejua huyu na nipe una, indite, una indite. So ile mse ame ametoka kihuti, ni kwambia anakutanaga na mbogi na huko mbele, eh mbogi ni shika huyo ha ha, wakajua huyu sasa huu tuna deal na yeye na akapata. Kwa hiyo harakati hiyo hiyo, kama jeshi ilikuwa tu yenyewe inakuta huyu msee, kuna wenye walikuwa washe waibiwa na wanasikia uchungu wa kuibiwa hii. Nikwambie, kuna mmoja alimpiga zwi tuwa, ile kumpiga zwi ni magumi eh, wewe wewe, we. Sasa ile ile kusikia mwizi, umaki itakaanje, hata kujua kama ameiba ama hajaiba inakuwa ngani, vita pikipiki, pikipiki, pikipiki! Eh, nikwambie, hey aliyekuwa mavidini yani, mpaka nikwambie we

Lakini si kuingia huko tu mtaani kwa zile za unadai tu kupona ase and every time you